Baada ya serikali kuruhusu matumizi ya daraja jipya la Kigamboni kwa watembea kwa miguu na magari kwa hatua ya majaribio, hali hiyo imepelekea neema kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam huku ikipunguza idadi ya vyombo vya moto vilivyokuwa vikivushwa na vivuko. Mapema leo asubuhi mwandishi wa Mwananchi Digital alishuhudia magari mengi yakipita katika daraja hilo huku baadhi ya madereva wakiendesha na kujipiga picha kwa simu za mkononi. Aidha, watembea kwa miguu nao hawakuwa nyuma kupita katika daraja hilo. Na idadi yao ilizidi kuongezeka mchana baada ya mvua zilizokuwa zikinyesha kuisha, huku sehemu kubwa walionekana kama watalii waliokuwa wakipiga picha na kuzunguka huku na huku katika eneo hilo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao pamoja na kupongeza, wamesema matumizi ya daraja hilo yataleta nafuu ya usafiri kwa kuruhusu daladala kupita, jambo ambalo litawapunguzia gharama za kukodi bodaboda. Wamesema kufunguliwa kwa daraja hilo ni neema kwa kuwa litaondoa adha ya foleni waliokuwa wakikumbana nayo katika vivuko na kwamba kinachosubiriwa sasa ni bei ya kutumia daraja hilo. Rais John Pombe Magufuli anatarajiwa kuzindua rasmi daraja hili wiki ijayo siku ya Jumanne. Peter Edison, Mwananchi Digital.